Citizen. Naam, mtazamaji, visa zaidi vya ulaghai wa watu waliojidai kuwa maafisa wa bima ya afya ya SHA vimeendelea kuripotiwa huku watu wawili zaidi katika eneo la Subukia kaunti ya Nakuru wakisimulia masaibu yao. Naam, Lucy Gikonyo na Ezekiel Mwangi wakiwa wapunde kuripoti kupoteza maelfu kwa kuahidiwa kwa usajili wa bima ya SHA. Ni nyumbani kwake Lucy Wanjeri Gikonyo, mama wa miaka 61, katika eneo la Maombi Kabazi Subukia County kaunti ya Nakuru. Miezi minne baada ya kulagaiwa, anakumbuka tukio hilo kama jana. Sasa wakanipati kutilia hapo, wakasimama wakasema wao wanarejisti SHA, nikaongea nao nikaambia, mimi sitaki SHA juu SHA inalipisha pesa mwaka mzima. Akania hapana, hivyo mam, wana unalipa polepole pole. Madamu mwingine alikuwa pande gi akaja, mam kuja nikuonyeshe. Sasa mimi nikakuwa kwa mtego nika, nikaenda nini kwa mam kwa hiyo msichana. Ni simulizi inayowana na ile ya Ezekiel Mwangi aliyepoteza shilingi elfu kumi na nne. Niliona hiyo gari ikaniita pale kwa barabara, alafu nikajitokezea mimi mwenyewe nikakuta hiyo madamu na madriver na kuna wengine walikuwa nyuma mimi, eda, naisa tambua hata wakati huu huyo madam mwenye tulikuwa tukiongea naye aliniambia ametoka Kerugoya na ameajiriwa kasi na serikali na anaenda field akiandikisha watu kwa SHA. Lucy Gikonyo alipoteza shilingi laki mbili na elfu 69,152 pesa alizokuwa amehifadhi katika akaunti yake ya mshwari na mpesa. Niuliza hiyo ID number. Sini nikawapea namba na na na na phone namba. Sasa wakalijisa, sasa mwisho ni sasa pesa yangu ilipotea hivyo. Sasa kurudi kuangalia laini, wametoa pesa yangu, imeenda hivyo. Nikapata sina laini na sina, kama sina laini, sina pesa. Uja, nika kukuta mzee amefurahi sana, akaniambia eh, hey mama, nimejiandikisha SHA, nikaitwa na watu pale wako na gari lakini wako na nguo za SHA, iko na blue hapa na nimeandikishwa hapa SHA. Kuna msichana mwingine mweupe hey! msichana mweupe kama mzungu ameniandikisha. Nikamwambia, buleta hiyo, akanionyesha makaratasi. Nikamwambia, baba sami, umekona mzee wangu umekona. Ni hapa ambapo Lucy Gikonyo aliibiwa zaidi ya shilingi 1260 na walagai hawa waliojifanya wa wafanyikazi wa SHA, sasa akiwa mwenye matumaini ya kupata haki baada ya kukamatwa kwao. Evans Asiba, runinga ya Citizen.